Ni mwalimu wa physics na chemistry lakini pia ni muhitimu wa chuo kikuu cha Dodoma mwaka 2020. Mti hauoti bila mizizi iliyo imara. Na wengi tunafurahia kustawi kwa mti na tunasahau kazi kubwa inayofanywa na mizizi. Ndivyo ilivyo hata katika eneo la elimu, ili kupata wanahisabati na wanasayansi bora. Inahitaji walimu walio bora na makini sana. Sasa ni kwa vipi walimu hawa wanaweza kuwa bora? Ndiyo maana chuo kikuu kikubwa Afrika Mashariki na Kati, chuo kikuu cha Dodoma UDOM kinaendelea kuwa mstari wa mbele katika kuboresha eneo hili la elimu. Kwa awamu ya pili sasa, chuo kikuu cha Dodoma UDOM kupitia ndaki ya elimu Koedi Juni 4 mwaka huu kimefungwa rasmi mafunzo endelevu kwa walimu wa masomo ya hisabati na sayansi ili kuboresha mbinu za ufundishaji na ujifunzaji katika shule za sekondari nchini, na hii inaendana na sambamba na, na mitaala mipya ambayo imeboreshwa me, ambao lengo kubwa ni kujaribu kujenga u, ujuzi zaidi kwa wanafunzi. Kwa hiyo walimu hawa wanaangalia zaidi pia namna gani wanahusisha matumizi ya TEHAMA katika masomo wanayofundisha, lakini pia kuzingatia na masuala ya kijinsia na masuala ya tabia nchi. Tunatarajia kwamba ufundishaji kule utaendelea kuimarika na baadaye, kwa muda fulani hivi tunatarajia kwamba ufaulu utaendelea kukua na vile vile itaamsha ari ya watoto wote, wakiwemo hasa watoto wa kike, ya kuweza kuyapenda haya masomo na kuweza kuona kwamba kumbe ni masomo ambayo yanawezekana kuyasoma na mtu akafaulu. Mtoto akisoma haya masomo atakuwa na nafasi kubwa ya kupata ajira katika ulimwengu huu ambao uh, una, u, una ushindani mkubwa. Wazazi wahakikishe mtoto wa kike anapelekwa shule, maana hakuna urithi ulio wa thamani sana kama mtoto kumpa elimu, maana ukimpa mali, ukamwachia nyumba, ukamwachia magari, hayo anaweza kuuza baadaye, lakini ukimpa akili ukimpa elimu itabaki na itabaki na yeye milele. Wanafunzi wengi wanaona masomo haya ni magumu, lakini baada ya mafunzo haya tumeona mabadiliko. Hata sisi wenyewe kama UNICEF kwa kushirikiana na serikali katika ngazi ya mkoa, idara ya elimu tumeweza kuangalia takwimu mbalimbali na kuona mabadiliko. Watoto wengi sasa hivi hasa wa kike wanajiunga katika masomo ya sayansi. Hii inatufundisha nini? Ni kwamba mwalimu ana uwezo wa kufundisha vizuri, kutumia hizi njia mbalimbali ambazo wamepata kwenye mafunzo, kutoa ile nadharia kwamba somo hili ni gumu. Kwa hiyo tumeona mabadiliko makubwa sana katika ufundishaji kwa mkoa wa Kigoma, Tabora na Songwe. Tunapokutana hapa tuna share idea tofauti tofauti na jinsi gani ya kwenda ku improve masomo ya sayansi hasa hasa kwa watoto wa kike na kwa jamii nzima kwa ujumla. Pia tuna increase knowledge mbalimbali mbali, I mean, tuna increase technique tofauti tofauti ambazo unatoa kwenye, mwingine alisoma Udom, mwingine alisoma diploma chuo fulani, mwingine alisoma chuo fulani so ukiunganisha na mafunzo ambayo facilitators wanatupatia tuna increase knowledge kubwa sana. Zamani sisi kama sisi walimu wa zamani haya mambo yalikuwa hayapo, tulikuwa tunatumia nguvu kubwa sana. Lakini sasa hivi mafasilitata wetu wanavyotufundisha namna ya kutumia ICT. Yaani, kwanza sisi wenyewe walimu tuna furahi, tunaona hii kazi kwanza ni nyepesi. Ikumbukwa kuwa hii ni sehemu ya jukumu linalofanywa na chuo kikuu cha Dodoma UDOM tuwajengee walimu uwezo ili tupate taifa lenye maarifa. Langu jina ni Robert Mauya paka wakati mwingine. Bye bye.